Kamwe siumbuki, siumbuki, siumbuki na sitaumbuka, na kesha amulari kuniombe ya mashaka nipate pate mitiani ilimpate la kucheka. Mi nimetulia tu, nimetulia Niye mnanga ikangaikao madhali, na roho yangu lisikiyangu najua ipo. Na vile namuamini Mungu mjue bado nipo nipo, maadhali na roho yangu, riziki yangu najua ipo. Na vile namuamini Mungu mjue bado nipo nipo, mzibe, mzibe ni dhiki yangu, Mungu ilokwa, ilokwa ipo. Mieku, mieku mbuka kwangu mm mpaka mpaka kwa Mungu liwepo, mzibe mzibe riziki yangu ilokwa, ilokwa Mungu mieku, mieku mpaka kwa Mungu alipo, mieko mieko muka kwangu, mpaka mpaka kwa Mungu liwepo. Poleni poleni washirika wangu poleni, ayama ayama maamuzi ya Mungu poleni na Mungu na Mungu wajini Mungu poleni poleni poleni washirika wangu poleni hayama haya maamuzi ya Mungu poleni na Mungu na Mungu wajini Mungu poleni Haliwi haliwi la mwanadamu bila ii bila izini ya Mungu, usiji usijitoe fahamu, unanguu na nguvu mlimwengu. Haliwi haliwi la mwanadamu bila ii bila izini ya Mungu, usiji usijitoe fahamu unangu na nguvu mlimwengu kuumbuka ni vigumu bila kulidhia Mungu Mungu na bule kujipamo na kujitia upungu upungu kumbuka ni vigumu bila kulidhia Mungu Mungu na bule kulipamu, na kujitia upungu upungu u mungu sio. Tuishi kibinadamu stadi majungu, mwenye akili timamu atoshindana na Mungu. Tuishi kibinadamu stadi majungu, mwenye akili timamu atoshindana na Mungu.